Maafisa wa polisi huko Mombasa wanawazuilia watu 27 kwa tuhuma za kushiriki imani potovu. Kamanda wa polisi eneo la Changamwe Gogo Patrick anasema washukiwa walipatikana baada ya mama mmoja na wanawe kutoroka na kutoa habari kuhusu yaliyokuwa yakiendelea. Mapema hii leo polisi walivamia kanisa la Zion Fire Anointing Ministries mtaani Changamwe, kaunti ya Mombasa. Ndani yake wanawake saba na watoto ishirini wa miaka 12 na 15 walipatikana wakiwa wamelala sakafuni na kujifunika shuka. Hali ile tulipata hao wamama na watoto ilikuwa ni kusikitisha, maanake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka, na kama unavyoelewa eria ya pwani ni, ni eria ambayo iko na mbu wengi sana, so watoto wadogo wakiwa wamelazwa sakafuni bila vyandarua vya neti vya mbu ni kuwa Ha hatarisha maisha yao. Taarifa za kuwepo kwao hapa zilichepuka baada ya mama mmoja kufanikiwa kutoroka na wanao watatu Ijumaa. Begi hili likiashiria waliokuwemo walifika kuishi au kukaa hapa kwa muda. Ijumaa tulipata mwingine mmoja akiwa ako pale na watoto watatu, na yeye ndi alituelekeza ya kwamba kuna wengine. Kwa hivyo ile muda wamekaa pale, nafikiri baada ya mahojiano zaidi na polisi tutaweza kujua. Ni tukio ambalo limezua wasiwasi miongoni mwa wenyeji. Kamanda wa polisi wa Changamwe anasema uchunguzi unaendelea huku wakimsaka mwenye kanisa hili. Tukiangalia wale watoto ni kati ya miaka miwili hadi miaka kumi na nne kumi na tano Kuna uwezekano kuna wengine wako pale, ambao wanafaa kuwa katika mashule zao wakiendelea na mitihani yao. Haya najiri wakati familia kumi huko Malindi, kaunti ya Kilifi zikipokea miili ya waathiriwa wa, wa mauaji ya Shakahola zinazohusiana na dini potovu la kanisa la Good News International. Makachero wa DCI wanatazamiwa kusafirisha mili hiyo hadi maeneo ya Lukuyani, Malava, Kakamega, Butere, Emuhaya na Kisii kwa mazishi. Francis Mtalaki Ringa, Citizen Mombasa.